Kwa kitengo cha local content stakeholders engagement kutoka PURA. Tuko hapa katika maonyesho ya Wiki ya Utumishi wa Umma kwa ajili ya kuelezea wananchi kuhusiana na shughuli za mkondo wa juu wa petroli pamoja na fursa zinazokuwepo katika shughuli za mkondo wa juu wa petroli kwani PURA imeanzishwa chini ya sheria ya petroli mwaka 2015. Mmoja wapo wa jukumu iliopewa ni kuhamasisha ushiriki wa wazawa katika shughuli za mkondo wa juu wa petroli, ambao ushiriki upo katika makundi matatu. Inaweza kuwa kupitia ajira, kupitia uh, ujasiriamali, kwa maana kwamba kununua na kusambaza bidhaa au uwekezaji. Kwa hiyo uh, tunapokuwa katika maonyesho kama haya ni kuelezea wananchi kwanza hizo ye, majukumu yetu na shughuli kwa ujumla zinafanyikaje, shughuli za mkondo wa juu wa petroli na hizo fursa zinazoambatana na shughuli za mkondo wa juu wa petroli. Um, inafikiri ninafikiri nyote ni mashahidi kwamba nishati hii ya a, gesi asilia imekuwa na mchango mkubwa kwa nchi hasa katika uzalishaji wa umeme sababu kwa kipindi kirefu sana umeme, uzalishaji wa umeme umekuwa ukitokana na nishati ya gesi asilia. Mpaka hapo sasa majuzi, serikali imeweza kuwekeza kwenye bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, lakini ndo kidogo matumizi ya, ya gesi asilia imepungua katika uzalishaji wa gesi, katika uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo ni nishati muhimu ambayo tunaelezea wananchi, matumizi mengine ni pamoja na matumizi majumbani e, matumizi ya kwenye magari na viwandani, na kwa sasa hivi serikali ipo katika hatua mbalimbali za kuwezesha hiyo nishati wafikie wengi, hasa kwenye matumizi ya magari na maeneo mengine ya nchi kwani, kwa sasa hivi inatumika zaidi katika mikoa ya Mtwara, Lindi na Dar es Salaam. Ila kwa sasa hivi kuna wekezaji mbalimbali zinafanywa kuweza kuhakikisha kwamba gesi inafikia maeneo tofauti tofauti ya nchi kwa awamu, kwa sababu uwekezaji wake ni mkubwa. Kwa hiyo itaenda kwa awamu, hatuwezi kufikia wote kwa pamoja, lakini itaenda kwa awamu maeneo kadha wa kadha na kadri uh, fedhamini serikali itakapokuwa inawekeza.